Kwa tuna dhamana ya upande wa biashara na viwanda nchini Tanzania. Hivi karibuni mnafahamu kwamba tulikuwa na kidogo na kadhia ambayo imejitokeza hivi karibuni na hasa swala so zima la uuzaji wa biashara. Hasa biashara za kilimo. Lakini bahati nzuri chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, leo hii tulikuwa na kikao kizuri sana kilichoongozwa na mawaziri wa mambo ya nje kama ndio wenyeviti wa kikao hichi. Lakini halikadhalika tulikuwa nami wa na waziri wa viwanda na biashara lakini waziri wa kilimo ambao kikao hichi kilifuatia kikao cha wataalamu kilichofanywa. Hakika tumepata mafanikio makubwa sana katika majadiliano yetu, na mnafahamu kwamba sisi katika upande wa biashara ndio kipaumbele chetu. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni watoe hofu wafanyabiashara wa Tanzania, sasa endeleeni kufanya biashara zenu na ndugu zetu wa Malawi, ndugu zetu wa siku nyingi. Jambo hili sasa halina hofu tena. Imani yetu kubwa ni kuona wafanyabiashara wale wa mipakani kule Tunduma, lakini pale Ileje na kule Kera tutaendelea na kufanya shughuli zetu kama za kawaida tulikuwa tunafanya na wenzetu wa Malawi. Kwa hiyo kuanzia sasa naomba niwatoe hofu, mahusiano wa kwa yetu yameendelea kuwa mazuri zaidi. Kwa hiyo kikubwa zaidi, Watanzania, tumieni fursa hii ya kuendelea kufanya biashara kama kawaida kwa lengo la kujenga uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini uchumi wa taifa letu la Tanzania.